Sivyo, itaweza ikachukua miaka mingi sana, lakini kupitia Bytnex hilo linawezekana. Basi, katika presentation yetu hii tutajifunza nini? Tutajifunza kwanza kuihusu Bytnex, tutajua ni nini na inafanyaje kazi, lakini tutajifunza kwa kina habari ya staking, kwa sababu hii ndio njia ambayo wanaitumia kutengeneza fedha na pia tutajifunza aina mbalimbali za mikataba ambayo wewe ukipenda kuwa mwana Bytnex, unaweza kuchagua. Lakini pia tutajifunza mpango wa hiari wa kualika ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo kama wewe umejua biashara hii kwa kualikwa, huo ni mpango wa hiari ambao si wa lazima. Kwa hiyo yule aliyekualika, una kila sababu ya kumshukuru kwa sababu hakuambiwa ni lazima akuambie wewe, bali kwa upendo wake aliona wewe pia unapaswa kufaidika na jambo hili. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, mabibi na mabwana. Sasa tuanze moja kwa moja, hii Bytnex ni nini? Bytnex ni mradi wa jumuiya, tunaita ni community project, au tunaweza kusema ni kama club. Tunaita ni Bytnex club, ambayo inatumia itifaki za DeFi staking, katika teknolojia ya blockchain, kama njia yake ya kuzalisha mapato kwa hiyo utakuja kugundua kwamba Bytnex inafanya kazi kiteknolojia, kupitia teknolojia mpya na salama zaidi ambayo inaitwa blockchain. Na ni nini wanachofanya ni kufanya staking. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Bytnex inafanya hivi: kwanza, inadumisha mahusiano na mabenki, kampuni za bima na wamiliki wa akaunti. Sasa watu hawa wanafanya kazi kwa pamoja ili kuweza kutengeneza faida hii. Ina maana kwamba tunapozungumzia Bytnex hatuzungumzii kampuni moja ambayo inajitegemea, tunazungumzia mradi ambao bila wewe na mimi hautaenda, bila mabenki hautaenda, na bila uh, bima hautaenda. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vikiunganishwa kwa pamoja, ndio Bytnex inakamilika lakini Bytnex inatoa mikataba ya pekee ambayo ni ya DeFi hybrid inayohusisha mikataba janja au smart contract, na inahusisha pia huduma zingine zinazofanyika nje ya blockchain ambazo zinasaidia ile smart contract, na ndiyo maana hii inaitwa ni DeFi hybrid contract. Kwa hiyo inaitwa ni hybrid kwa sababu ya zile huduma salama ambazo zinafanyika nje ya zile huduma zilizosalama ambazo zinafanyika nje ya blockchain ambazo ndo tunaziita ni nini? Tunaziita ni tunaziita ni ni decentralized oracle network. Kwa hiyo tukijumlisha hii mikataba ya DeFi ambayo inafanya kazi kwenye blockchain ambayo inatoa mikataba hii ya DeFi hybrid, kuna smart contract ambayo inafanya kazi na huduma za nje ya blockchain, kwa hiyo smart contract ndani so ya blockchain huduma za nje ya blockchain zinaunganishwa pamoja, zinafanya hii hii system iwe ni hybrid, na ndio maana watu wengi ambao wamekuwa wakifuatilia wamekuwa hawaelewi namna inavyofanya kazi, kwa nini pia inaitwa ni smart contract. Naam, lakini pia jambo lingine ambalo tunaweza kujifunza hapa ni kwamba kuna wamiliki wa akaunti za Bytnex zaidi ya milioni moja duniani kote kufikia leo hii, yani tunapozungumza sasa, namba hii imeshafika milioni moja. Wakati sisi tunaanza mwaka jana walikuwa ni chini ya laki tano, lakini pia Bytnex sio kampuni, hilo ni lazima tulijue, haina CEO wala haina makao makuu, na imekuwepo toka mwaka elfu mbili kumi na sita ikidumisha uficho wa utambulisho wake pamoja na wawashiriki wake. Sasa hapa labda nieleze kidogo. Watu wengi wamekuwa wakisema ni kampuni, lakini si hii, si kampuni kwa sababu hakuna makao makuu wala CEO. Ni kwa nini? Ni kwa sababu waliiga idea ya Bitcoin. Bitcoin ni moja ya sarafu iliyopigwa marufu, eh, iliyopata changamoto nyingi sana, ikapigwa vita sana duniani, lakini kwa nini ilishindwa kuangamizwa? Ni kwa sababu ilificha utambulisho wa mtengenezaji ambaye alijiita Satoshi Nakamoto kwa hiyo hakuna kampuni hakuna makao makuu hakuna miliki utamkamata nani ambaye ataweza kudestroy na mfumo umejengwa kwenye blockchain. Kwayo, mana, kwa hiyo ndiyo maana unaweza ukasikia kwamba projekti hii imeanza mwaka elfu mbili kumi na sita ukashangaa imewezekanaje kumudumu mpaka leo? Ni kwa sababu ya siri hiyo ya kuficha utambulisho, na si utambulisho wake pekee. Hata mimi na wewe tunapojiunga, hakuna mahali popote utaulizwa taarifa za kibinafsi za kukutambulisha. Utaulizwa tu email yako na utaweka password kwa ajili ya ile account yako ya kuilinda ile account yako ambayo ni wallet itakayowekewa fedha. Nafikiri mpaka hapo tuko pamoja. Kwa hiyo huu ni mradi wa pekee ambao umejengwa kwenye blockchain na ni mradi mzuri sana kwa wale watu ambao wanaamini mifumo na wala si makampuni au watu. Kama unaamini mfumo ya mifumo ya kiteknolojia, basi huu ni mradi sahihi sana kwako lakini kama wewe unaamini ma CEO ma, ma, ma ma manager eh, maofisi mavyeti, basi huu sio mradi mzuri wako. Kwa hiyo wewe uko upande gani utajua baadaye. Tunazungumzia sasa kuhusu staking, ni nini staking, ambayo hii ndio njia inayowezesha wewe na mimi kupata utajiri kupitia projekti hii. Staking ni njia ya kuweka sarafu zako za kripto za zikiwa zimefungwa yani zinakuwa locked kwa muda maalum ili kukuzalishia faida. Sasa hii inafanana kabisa na fixed account au namna ambavyo watu wanaweka fedha zao katika bondi. Kwa hiyo zile sarafu zako za kidijitali ambazo zinafungwa au zinakuwa locked katika blockchain zinasaidia kuongeza ufanisi na ulinzi katika mtandao huo, na matokeo yake, wale wenye zile sarafu sasa, walio stake au waliofunga sarafu zao kule, wanakuwa wanapata gawio la faida kila siku au wanapata sarafu mpya zinazozalishwa kila siku. Kwa hiyo hii inakuwa ni njia ya kutengeneza mapato hii eh, ni njia ya kutengeneza mapato bila kwewe wewe mwenyewe kuwepo pale. Kama vile unaweza kufungua biashara ukakaa pale dukani au ukafungua ofisi yako ya ufundi ukawa pale unatengeneza vitu, hii inakutengenezea faida wewe ukiwa kwenye shughuli zingine. Kwa hiyo kama nilivyoeleza, ni sawasawa na fixed account ambapo pesa zako zikikaa kule benki wao bank,